Mbele yako ni Padre Cornelio Chaula ambaye anafanya utume katika parokia teule ya Mtakatifu mama Teresa wa Kalkuta. Nikukaribishe tuweze kuifahamu japo kwa ufupi parokia hii teule. Parokia teule ya mama Teresa wa Kalkuta Stbai hii, hii ni zao la parokia Bikira Maria wa Fatima ambayo ipo Urambo katika jimbo kuu katoliki la Tabora. Parokia teule ya mtakatifu mama Tereza kaukuta ustabei kwa sasa inaundwa na jumla ya vigango 34. Parokia hii ipo umbali wa kilomita tisini na mbili kutoka Tabora mjini ambako ndiko makao makuu ya mkoa na jimbo kuu katoliki la Tabora. Parokia hii teule pia ipo umbali wa kilometa nne tu kutoka parokia mama ya Bikira Maria wa Fatima Urambo tu. Tuone kwa ufupi uanzishwaji wake mnamo tarehe 16 nane na mwezi wa 8 2019 wakati aliyekuwa askofu mkuu kwa wakati huo Paul Ruzoka alipokuja kutoa sakramenti ya kipaimara katika parokia mama ya Bikira Maria wa Fatima, yeye alisisitiza parokia nyingi zaidi ziongezeke kadiri inavyowezekana. Hii kwa bahati njema kwa wana kigango cha Mabatini, kwani askofu mkuu ndipo aliridhia ombi la kigango chetu kuwa parokia teule, baada ya kuridhiwa kwa parokia teule, Baba Padre Gabriel Manyika wakati huo yeye aliteuliwa sasa rasmi pia kama padre msimamizi na mlezi wa parokia hii teule. Ilikuwa tarehe 27 mwezi wa 12, 2019. Kwa kipindi hicho bado palifahamika zaidi kama Mabatini. Shughuli mbali mbalimbali zilianza ikiwemo ununuzi wa eneo la parokia likiwa na ukubwa wa ekari tano na nusu na kuanza ujenzi wa baadhi ya majengo kwa wakati huo, na wakati huo misa za kila siku za asubuhi zilianza kuadhimishwa rasmi tarehe 18 mwezi wa pili elfu mbili na ishirini. Mwanzoni tulitumia ukumbi tuliopewa na muumini mwenzetu kwa ajili ya maadhimisho hayo ya misa za kila siku asubuhi, kabla ya kukamilisha kikanisa kidogo ambacho kilikuwepo katika nyumba ya mapadre. Lakini ilipofika tarehe mbili mwezi wa pili elfu mbili na ishirini na mbili, kigango chetu kilitangazwa rasmi kuwa parokia teule chini ya msimamizi Mtakatifu mama Theresa wa Calcutta. Baada ya kutangazwa kama parokia teule, ilikabidhiwa vigango ishirini na vinane ili kuvihudumia, na vilitenganishwa toka parokia mama ya Urambo kwa barabara kuu ya lami itokayo Tabora kwenda Kigoma. Ndiyo kusema kwa mgawanyo huo, vigango vilivyopo upande wa kushoto mabarabara ya Tabora kwenda Kigoma vikawa sasa rasmi chini ya usimamizi wa parokia hii teule. Aidha, baada ya mgawanyo huo sasa hata jina sasa lilibadilika toka kuitwa Mabatini na kuwa Osterbay, kwani makao makuu ya parokia hii teule yapo katika mtaa huo wa Bay hapa Urambo, mtaa wa Batini ambao ulibeba jina la kigango hapo awali ulibaki chini ya usimamizi wa parokia mama ya Urambo kutokana na mgawanyiko uliofanyika kwa sababu za kichungaji. Ilipofika tarehe 14 mwezi wa 5 2021, Padre Gabriel Manyika aliyekuwa msimamizi wa parokia yetu hii teule huyu alipata uhamisho kwenda parokia Ipuli kwa ajili ya utume. Ndipo sasa mimi kufuatia mgawanyo wa majukumu ya kiparokia katika parokia mama ya Urambo katikati ya mwezi Mei elfu mbili na ishirini na moja nikapangwa kuwa Padre msimamizi wa parokia hii teule, ambapo naendelea mpaka sasa. Vyazo vya bia mapato ya parokia yetu kutokana na mchanga wake, bado hatuna miradi inayotusaidia kuendesha parokia iteule. Aidha, ili kufanikisha shughuli mbalimbali za uendeshaji wa parokia, vyazo bia mbalimbali vya mapato kama vile sadaka, fungu la kumi, mavuno, harambee mbalimbali, matoleo mbalimbali ya waamini wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, ya, hivyo hutumika. Hayo yote yamekuwa ndiyo nguvu ya uendeshaji wa parokia yetu hii teule. Na miundombinu ambayo tunayo sasa, tunayo ofisi ambayo kwa kweli mpaka sasa imekamilika kwa asilimia mia moja. Ni ofisi ambayo ina, ina ofisi nne: ofisi ya halmashauri wa lei, ofisi ya katekesi ofisi ya muhasibu, lakini pia ofisi ya padre. Lakini ndani ya ofisi pia kuna, kuna choo, lakini pia kuna nyumba ya mapadre. Nyumba ya mapadre ambayo sasa ni kwa kweli imekamilika kwa asilimia mia moja, na tayari mapadre tunaishi humo na wao mapadre wawili ambao sasa tunaihudumia parokia teule ya Mtakatifu mama Theresa wa Calcutta. Lakini pia tuna, tuna vyo vya kanisa ambavyo vimekamilika kwa asilimia mia moja. Lakini pia tuna kikanisa cha kuabudia. Hiki ni kikanisa ambacho ni moja ya vikanisa vizuri ndani ya jimbo kuu Katoliki la Tabora, kikanisa ambacho kilijengwa na muumini mwenzetu anayetambika kwa jina la Emmanuel Soko yeye na familia yake waliona wampe Mungu zawadi ya kikanisa hiki ambacho nacho kimekamilika kwa asilimia mia moja na sasa tunakitumia. Sasa tupo kwenye ujenzi wa kanisa ambapo mpaka sasa tupo tunaweza kusema ni tumefikia asilimia sitini hivi. Kanisa hilo ni kubwa la kuweza kuchukua watu elfu moja ambao wamekaa lakini ni kanisa ambalo limepata nafasi ya kuwa na ukumbi wa chini ambapo ukumbi huo kwa sasa tunatumia kwa e, ibada zetu mbalimbali na misa za Jumapili kwa sababu ya udogo, tunakuwa kwa Jumapili tuna misa mbili. Misa ya kwanza ambayo inaanza saa kumi na mbili dakika arobaini na tano hii ni ya watu wazima halafu watoto Nasali nao Jumapili hiyo saa kumi. Ukumbi wetu wa chini ya kanisa letu linaloendelea kujengwa lina uwezo wa kuingiza watu mia nne, walio waliokaa, na sasa tuko hatua ya ya upauaji wa kanisa letu hilo ambalo tunaamini litakuwa moja ya makanisa makubwa na mazuri ndani ya jimbo letu kuu hili la Tabora. Kanisa hili lilianza kujengwa rasmi tarehe nane mwezi wa nane elfu mbili na ishirini na mbili, na utaona sasa ni miaka karibu miwili na nusu hivi tangu ilipoanza kujengwa, na sasa tuko hatua ya upawaji. Tunamshukuru Mungu, tunamshukuru Mtakatifu mama Theresa Calcutta, kwa sababu ndiye mwombezi wetu, lakini pia tunawashukuru waamini kwa namna ambavyo wanajitoa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa wa kanisa hili. Kwa kuhitimisha, kama nilivyokwisha kusema, tupo kwenye ujenzi sasa wa kanisa letu, ambapo tupo kwenye asilimia sitini. Kwa hiyo mtaona safari bado ni ndefu. Ni waalike wote ambao wataguswa na mahangaiko ya ujenzi wa kanisa hili, basi anaweza kutuchangia chochote. Na kwa kweli tuna namna mbili za kupokea michango inayochangwa kwa ajili ya kanisa hili, kwanza ni akaunti ya benki NMB ambapo namba zake ni hamsini na moja thelathini na moja sifuri sifuri ishirini na mbili ishirini na moja na sita mwishoni, lakini pia tuna namba ya, ya simu tunaweza tukatuma mpesa sifuri saba tano tatu mia moja sabini 6, 30, na 3. Asante sana. Na Mwenyezi Mungu namwenyezimungu aendelee kutubariki sote. Kwa majina naitwa Godfrey Gaspa Mjungi, ni katibu wa kamati ya fedha, mipango na uchumi parokia teule ya Mama Teresa wa Calcutta. E, naweza kusema katika parokia hii teule ya Mama Teresa wa Calcutta, kwanza tunamshukuru Mungu, kadri ambavyo ujenzi wa parokia yetu unaendelea lakini kwa nafasi ya pekee pia tunamshukuru e, msimamizi wetu Padri fa, Padri Chaura kwa namna ya pekee ambavyo amekuwa chachu kweli katika ujenzi wa kanisa hii. Niweze kusema ujenzi wa kanisa hii umezingatia e, mipango yote, lakini pia tunaendelea kuwa na mbinu mbadala a, ambazo zinaweza kutuwezesha kulijenga kanisa letu. Ndio maana kauli mbiu yetu ya kanisa letu tunasema Mama Teresa wa Calcutta kanisa letu nguvu yetu, ni kweli nguvu ya waumini wa ambao tunashirika katika kusali katika kanisa hili. Basi kwa msingi kipekee tunamshukuru Mungu, kwani e, tunaendelea kuona ujenzi namna unavyoendelea, na tunaendelea unavyo kumshukuru Mungu, kwani anatuwezesha kuyatimiza yote. Kwa hiyo e, wale wote ambao e, wanaweza kutuunga mkono katika ujenzi wa kanisa letu tunaendelea kumshukuru Mungu, waje kwa wingi ili tuweze kuijenga nyumba ya Mungu ili watu wapate mahali pa kuabudia. Ndiyo tunasema Mungu atukuzwe, wanadamu watakatifuzwe, tumsifu Yesu Kristo. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia, usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wakongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini, ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa mbili na nusu hadi saa 11 jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa tatu kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. TMP Bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi Mkambala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa, TMP Bookshop. Sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi, wasiliana na Sister Zawadi kwa simu nambari 0754039465. Karibu TMP Bookshop.